Umewahi kujiuliza kwa nini kila mwisho wa mwezi hela inaisha kabla hata hujafika wiki ya pili? Wakati mwingine unaweza kupata kipato kizuri, lakini mwisho wa siku hakuna akiba, hakuna maendeleo, na unajikuta kila mara unarudia makosa yale yale. Leo nitakushirikisha njia tano za kujilazimisha kuweka akiba, hata kama kipato chako ni kidogo. Na hizi sio stori za motivation tu. Kumbuka, usiangalie hadi mwisho pekee, Chukua hatua leo. Sasa kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe Fikra Chanya, umepiga like na umegusa ile kengele ili usipitwe na video mpya za kukuinua kifedha na kimaisha. Njia ya kwanza, kujilipa mwenyewe kwanza. Hii ndio kanuni kubwa kabisa. Watu wengi wakipokea mshahara au kipato, wanakimbilia kulipa kodi, chakula, deni na mambo mengine, mwisho hakuna kinachobaki lakini sheria ya dhahabu ya akiba ni jilipe wewe mwenyewe kwanza. Kitabu cha The Richest Man in Babylon kinaeleza wazi, kila mara unapopokea kipato, toa angalau asilimia kumi ya hiyo hela, ipelekee kwenye akiba yako. Hii hela siyo ya matumizi, siyo ya dharura ya haraka, ni ya wewe kujijengea mustakabali. Kwa mfano halisi, unapata laki mbili, jilazimishe, toa elfu ishirini uweke akiba. Usifikiri kipato ni kidogo ukishindwa na kidogo hutaweza hata ukiwa na milioni mbili. Sasa swali, ukiweka hela pembeni halafu ukaiona kila siku kwenye simu yako au akaunti ya Mpesa, utashawishika kuitumia, sivyo? Ndio maana lazima tuunganishe hii kanuni na hatua nyingine nitakazokueleza mbele, hasa jinsi ya kuweka akiba mbali isigusu kirahisi. Njia ya pili, kuwa na malengo maishani. Kuna msemo wa wahenga unasema Ukishindwa kupanga, basi umepanga kushindwa. Watu wengi wanashindwa kuweka akiba kwa sababu hawana why, hawajui wanaweka akiba kwa ajili ya nini. Malengo yanakupa sababu ya kujiuzuia kutumia hovyo. Mfano, mtu anaweka akiba ili asome degree, kununua kiwanja au kuanzisha biashara. Ukijua lengo lako, unakuwa na nidhamu. Andika malengo yako, yaweke timeline. Mfano, nataka baada ya miaka mitatu niwe na milioni tano kwa ajili ya kiwanja. Hapo kila mwezi utaona sababu ya kuendelea kuweka akiba. Kumbuka, akiba bila malengo ni kama safari bila ramani. Sasa twende kwenye njia ya tatu: tumia mfumo wa vikoba. Vikoba ni mfumo wa kijamii ambapo watu wanakusanyana na kukubaliana kuchangiana pesa kwa utaratibu wa zamu. Ni aina ya kuwekeza wa nidhamu, kwa sababu kuna uwajibikaji mara nyingi watu dudhani vikoba ni vya wanawake pekee. Hapana, hata wanaume wanapaswa kushiriki. Ni nidhamu, sio jinsia. Faida za vikoba: viongozi wanakukumbusha kila mara wakati wa kuweka akiba, kuna shinikizo la kijamii huwezi kujiaibisha kwa kushindwa kuchangia. Unapata lamsam kwa zamu yako, hela kubwa mara moja kwa ajili ya mradi. Lakini kumbuka, chagua vikoba vinavyolingana na kipato chako. Usiingie kikundi cha kuchangia elfu hamsini kila wiki, kama wewe kipato chako ni laki moja kwa mwezi, hii itakuumiza badala ya kukusaidia. Njia ya nne, weka akiba mbali na sehemu rahisi. Moja ya makosa makubwa ni kuweka akiba kwenye akaunti unayotumia kila siku. Ukiona hela kwenye simu, utaanza kushawishika kuitumia kwa sababu ipo karibu sana. Njia sahihi, weka akiba mbali, mfano akaunti ya UTT Unit Trust of Tanzania. Mchakato wa kutoa hela huko sio wa haraka, kwa hiyo unajilazimisha kuwa mvumilivu. Pia unaweza kutumia mfumo wa kibenki unaoitwa standing order. Ni ambapo kila mwezi benki inakata kiasi fulani moja kwa moja na kuipelekea akaunti ya akiba. Hii inafanya nidhamu kuwa rahisi zaidi, hapo akili yako inasahau kama hela hipo, na ndio njia bora ya kulinda akiba yako. Njia ya tano, kununua hati fungani za serikali. Njia hii wengi hawaijui, ni hati fungani za serikali. Hati fungani ni aina ya mkopo unaompa serikali na serikali inakulipa riba baada ya muda fulani. Kuna hati fungani za muda mfupi kuanzia laki tano na za muda mrefu kuanzia milioni moja. Faida zake ni salama kwa sababu serikali haiwezi kukimbia na pesa zako, zinakupa uriba ya uhakika zaidi ya akiba ya kawaida benki zinakulazimisha usitumie hela kiholela kwa sababu ziko locked mpaka muda wa ukomo. Mfano, ukiweka milioni moja kwenye hati fungani ya miaka mitatu unajua huwezi kuigusa mpaka muda huo uishe. Hii inakulazimisha kubaki na nidhamu bila stress. Hii ndiyo njia bora ya kujilazimisha kuweka akiba kwa muda mrefu. Sasa umeona eh? Njia tano za kujilazimisha kuweka akiba ni moja: kujilipa mwenyewe kwanza mbili, kuwa na malengo maishani. Tatu, kutumia mfumo wa vikoba. Nne, weka akiba mbali usiguse kirahisi. Tano, kununua hati fungani za serikali. Kumbuka, akiba sio swala la kipato, ni nidhamu. Ukishindwa ukiwa na kidogo, utashindwa ukiwa na kikubwa. Sasa nataka usichukua hii kama video tu, chukua hatua leo, sasa hivi Chagua moja ya njia nilizokueleza na anza mara moja. Na kabla hujaondoka, niambie kwenye comment section ni njia gani kati ya hizi tano unahisi unaweza kuanza nayo kesho. Hakikisha pia umesubscribe, umepiga like na umeshare hii video, ili watu wengine nao waweze kujifunza. Hadi video inayofuata, kumbuka pesa ni chombo cha kukujenga sio kukutawala. Endelea kuweka akiba.